Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un, amesifu ushirikiano wa nchi yake na Urusi, huku akiadhimisha mwaka mmoja tangu wanajeshi wake walipopelekwa kupigana katika vita vya Moscow dhidi ya Ukraine kwa kufungua jumba la makumbusho la kuwaenzi wanajeshi waliouawa vitani. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi jijini Pyongyang siku ya Alhamisi, Kim amewahutubia familia za wanajeshi wa Korea Kaskazini waliopambana katika operesheni za kuikomboa Kaski, akisema kwamba kupelekwa kwa Urusi kuliashiria mwanzo wa historia mpya ya ushirikiano wa kivita na Moscow. miongoni mwa udugu wa kivita ambao dhamana imetolewa kwa ajili ya maendeleo ya muda mrefu ya urafiki wa pande mbili kwa gharama ya damu yenye thamani itaendelea kusonga bila kusimama, amesema Kim Jong Un kwa mujibu wa shirika la habari la serikali KCNA. Kim ameongeza kuwa changamoto za utawala wa udhalimu haziwezi kudhoofisha uhusiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Hafla aliyohudhuria Kim ilikuwa ni ya hivi karibuni zaidi katika matukio ya umma ya kuwaenzi wanajeshi wa Korea Kaskazini waliopigana kuzuia uvamizi wa vikosi vya Ukraine katika mkoa wa Kaski, Urusi mwaka 2024. Kim amesema jumba hilo la makumbusho ambalo litakuwa na makaburi ukumbi wa kumbukumbu -kumbu na mnara wa heshima litakuwa la kwanza la aina yake katika historia ya Korea Kaskazini, hapa na mnuku. Leo tunashuhudia uzinduzi wa ujenzi wa jumba la makumbusho la mashujaa wa vita ambalo litaendeleza milele kumbukumbu -kumbu za maisha ya mashujaa na wanajeshi waliopoteza maisha katika vikosi vya nje, wana bora wa taifa la Korea na watetezi wa haki. Mwisho wa kunukuu. Mnamo Oktoba 2024, shirika la NATO, Marekani na mashirika ya jasusi ya Korea Kusini yalisema yalikuwa na ushahidi kuwa wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wamepelekwa kupigana bega kwa bega na jeshi la Urusi. Mwezi mmoja baadaye, Kim na rais wa Urusi Vladimir Putin waliridhia rasmi mkataba wa ulinzi wa pamoja, hatua iliyozua wasiwasi wa kimataifa kuhusu ushirikiano unaokuwa wa kijeshi kati ya mataifa hayo yenye silaha za nyuklia. Mkataba wa ushirikiano wa kimkakati na wa kina unazilazimisha nchi zote mbili kutoa msaada wa kijeshi mara moja kwa kutumia njia zote zinazohitajika endapo upande wowote utashambuliwa. Mwezi Aprili, Korea Kaskazini ilithibitisha kwa mara ya kwanza kwamba ilipeleka kikosi cha wanajeshi mstari wa mbele kupigana pamoja na wanajeshi wa Urusi na kwamba vikosi vyake vilichangia kurejesha maeneo ya Urusi yaliyokuwa yakidhibitiwa na Ukraine wanajeshi hao walipelekwa kuangamiza na kufuta kabisa wavamizi wa Ukraine wenye itikadi za nazi mpya na kukomboa eneo la Kaski kwa kushirikiana na jeshi la Urusi, alisema wakati huo, kwa mujibu wa KCNA. Kiev na Seoul zinakadiria kuwa Korea Kaskazini ilipeleka zaidi ya wanajeshi elfu kumi kwa malipo ya msaada wa kiuchumi na kiteknolojia ya kijeshi kutoka Urusi. Takwimu kuhusu idadi ya waliouawa kati ya wanajeshi wa Korea Kaskazini zimekuwa zikipingana. Mwezi Septemba, shirika la ujasusi la Korea Kusini lilisema takribani wanajeshi elfu mbili wa Korea Kaskazini waliuawa. Mwezi Januari, Ukraine ilisema wanajeshi wa Korea Kaskazini waliondolewa vitani baada ya kupata hasara kubwa. Haikubainika ni wangapi waliobaki wakipigana pamoja na jeshi la Urusi. Mapema mwezi huu Ukraine ilidai kuwa wanajeshi wa Korea Kaskazini walioko Urusi walikuwa wakiendesha ndege zisizo na rubani kuvuka mpaka kwa ajili ya upelelezi, ikiwa ni ripoti ya kwanza kwa miezi kadhaa kuhusu wanajeshi wa Korea Kaskazini kushiriki moja kwa moja vitani. Jeshi la ulinzi la Ukraine lilisema kuwa lilikamata mawasiliano kati ya uendeshaji wa ndege za Korea Kaskazini na maafisa wa jeshi la Urusi. Katika wiki hiyo hiyo, waziri wa ulinzi wa Korea Kusini alisema Korea Kaskazini huenda imepokea msaada wa kiufundi kutoka Urusi kwa ajili ya uundaji wa manuari zake kama malipo kwa mchango wake wa kijeshi dhidi ya Ukraine. Mapema mwezi Agosti mwaka huu, Putin alisifu msaada uliotolewa na Korea Kaskazini wakati wa ukombozi wa eneo la Kaski, kwa mujibu wa ofisi yake. Jeshi la Ukraine lilivamia kwa muda mfupi eneo la Karski nchini Urusi mwaka jana, katika shambulio lisilotarajiwa liliwaonyesha washirika wa, wa magharibi uwezo wake wa kupambana na Urusi. Putin na Kim walizungumza siku chache tu kabla ya kiongozi huyo wa Urusi kutarajiwa kusafiri kuelekea Alaska kwa ajili ya kukutana na Trump. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Putin kukutana ana kwa ana na rais wa Marekani tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraini mnamo Februari elfu mbili na ishirini na mbili. Vita hivyo, licha ya kuiweka Urusi katika hali ya karibu ya kutengwa kabisa kiuchumi na kidiplomasia na nchi za magharibi, vimeleta ushirikiano usio wa kawaida kati ya Moscow na Pyongyang. Shirika la habari la BBC linasema kuwa Korea Kaskazini pia imeipatia Urusi makombora, maganda ya mizinga na wafanyakazi wa mikono kutokana na wengi wa wanaume wa Urusi kuuawa vitani, kushiriki mapigano au kukimbia nchi. Moscow inazidi kutegemea wafanyakazi kutoka Korea Kaskazini.